Mtakatifu Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakutukuza siku ya leo na kuhimidi nalisifu jina lako kwa ajili ya maisha ya Mchungaji Yohana Titu uliyomwita katika ulimwengu huu kumpa majukumu ya kutumikia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 pendwa katibu mkuu mwalimu Madiga, wakuu wa majimbo, wachungaji wenzangu, maona mashemasi, wapo hapa. Kama kuna mashemasi waliopo wasimame tafadhali. Maona wachache mashemasi wetu, na wa theolojia wengine, wa theolojia wanaosoma kwenye vio vyetu kule Makumira, kule mwika, maona wametambulishwa. Wengine wanasoma kule Sekomu koteti, na hivi tunapenda kushukuru. Asanteni, kaeni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 Labda Mungu angeamua kwamba ikifikia wakati wa msiba katika dayosisi hii, labda nimuulize askofu, unafikiri nichukue msharika yupi hapa? E, sisemi kwamba ningekutaja we ulioko hapo <laughs> lakini ingekuwa mtihani jamani, hata askofu kuangalia sasa, sijui kipindi hiki nimteue yupi. Labda ningeita wakuu wangu wa, wa, wa, wa, wa majimbo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 vurugu za hapa na pale. Unaona, katika Zaburi hii ni kama tunapata jibu la faraja ya aina fulani, ambayo tunaendelea kuona, hasa pale mwishoni anaanza akisema siku za miaka yetu ni miaka sabini. Na hii miaka ilipotajwa pale ilihangaisha watu wengi. Baba mmoja alipofikisha birthday yake ya miaka sabini, siku ile ya birthday akasema E, wanangu ikaed jamani sasa mkae salama. <laughs> Kwa nini? baba asema, o, Zaburi ya sabi ya ya tisini imeshatuambia baba ni miaka sabini. Ni nikidunduliza dunduliza nikiwa na nguvu labda, lakini kwa kweli kwa sasa, sasa mkae mkae salama. Na mwenzetu mmoja tulipokuwa njiani leo alituambia kwamba labda kwa kuwa Mungu amehitaji miaka sabini angetuacha sisi sote tukifikisha miaka sabini sasa ndipo atuchukue miaka sabini. Sijui, sijui kama ingekuwaje hapo kwamba watu wange wangejaa makanisani, akifikisha miaka sitini na tisa hapo ungekuja, ibada zinajaa <laughs> sitini na tisa anajua. Sasa jamani, dakika zimefika za mwisho mwisho, kila unayemuuliza sema, nimeokoka naokoka. <laughs> <laughs> kwa nini umeokoka? Sema, sitini na tisa baba, sitini na tisa imefika <laughs> ni sitini na tisa maana si karibu? Sasa mambo ndiyo, kifo ni siri kubwa, siri kubwa. Hakusema, anasema tu miaka sabini hapa. Kwa hiyo wale wenye miaka sitini na tisa usiogope, hata wenye sabini na moja usiogope, maana hiyo miaka sabini imetajwa tu. Tena kule mwanzoni asema miaka elfu machoni pake ni kama siku ya jana ikiisha kupita na kama kesha la usiku. Kwa hiyo kuna wanaoishi hata miaka mia hata zaidi. Kwa hiyo miaka sabini sio mwisho, bali kwa kuwa kifo ni siri kubwa wakati wa maisha yetu hayo, usisubiri miaka ifike sabini ndipo useme sasa nampokea Bwana, natoa maisha yangu kwa Bwana, bali kuanzia sasa wewe ujikabidhi mikononi mwa Mungu, maana hatujui siku wala saa atakapokuja Bwana wetu. Nimesema Mchungaji Titu kwani amefikisha miaka sabini? Haijafika, lakini Mungu amemwita katika zamu yake, tena bila kutuaga wachungaji wenzake. Anatuacha na majonzi na huzuni kubwa, wachungaji wenzake, hajatuaga na tuna majukumu tuliyokubaliana ya kufanya, hajatuaga hata kabla hajatimiza miaka hiyo. Tumeona wanapozikwa hata watoto wadogo, hata vijana, lakini hata wazee wenye umri mkubwa Kikubwa tunachofundishwa kwa kuitwa kwa mwenzetu mchungaji Yohana, sisi tukumbuke kwamba hatuna mji udumuo ulimwenguni hapa, bali twautazama ule ujao, ule wenye matumaini makubwa. Usiishi ulimwenguni humu kama ambaye amefika. Maisha haya ya muda mfupi tuyatumie kumtumikia Mungu tusiyatumie katika anasa ambazo hazifai, hazimpendezi Mungu. Huu ni muda wetu wa kujiandaa, maana anasema, ni nani aujuae uweza wa hasira yake na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, ili tujipatie moyo wa hekima. Kwa kuichwa kwa mwenzetu mchungaji Yohana Titu iwe ni wakati wetu wa kukumbushwa kuzi hesabu siku zetu, kwa kuwa hatujui atakapokuja kwa zamu yake kutuchukua. Tuwe tayari tukaurithi uzima wa milele. Kumbuka mambo machache ya mchungaji Titu katika sharika alizopita kama wengine walivyosoma wa hata kwenye historia, na wale wanaokumbuka mchungaji, kazi zake nyingi zimeendelea kuzaa matunda maeneo mbalimbali. Mchungaji Titu ni mhubiri Ukisikiliza wale wa Redio Utume, wale wa Redio Utume, wale ana mafundisho karibu ya kila, kila wakati. Wale wenzangu ambao tunasikiliza Redio Utume na sasa labda tuombe wale wa Redio Utume katika ingalau siku hizi mbili tatu watukumbushe, kumbushe yale mafundisho ambayo amefundisha Mchungaji Yohana, eh, Titu. Niombe katibu mkuu waombe wale wenzetu wa Redio Utume ingalau tuyasikilize mahubiri ya Mchungaji Titu katika nyakati hizi tukumbushwe. Na amekuwa mwalimu mzuri katika mafundisho yake yote. Mchungaji Titu alikuwa mjenzi wa makanisa. Mjenzi wa makanisa. Kumbuka, akiwa usharika wa Soni kwenye mtaa wetu kule kwa Ngwenda alipotoa ramani ile na ujenzi wa kanisa lile ambalo limefunguliwa mwaka huu mwezi ule wa pili na mkuu wetu wa kanisa. Mchungaji Titu ni kazi zake. Natoa chache tu, lakini zipo nyingi ambazo zimefanyika katika maeneo mbalimbali. Mchungaji Titu amekuwa wa ushuhuda. Tunachopaswa kukumbuka sisi ili maisha ya mchungaji Titu yawe endelevu katika maisha yetu ni kuyaiga mifano na yale ambayo ameyafanya mazuri, tuige hayo tufanye, kama kuenzi maisha ya mtumishi huyu, tukijua kwamba sasa hatuna mjihudumuo katika ulimwengu huu. Sisi sote basi tuendelee kuwa wahubiri wazuri wa neno la Mungu. Mahali popote ulipo, ulihubiri neno la Mungu. Ukiwa kazini kwako, ulihubiri neno la Mungu. Wanaokuja kwenye biashara yako wasikilize ujumbe wa neno la Mungu, wageuze maisha yao, wamfuate Yesu Kristo kwa kukufuata kuku wewe, kwa kutegemea yale unayoyafundisha wewe, yale ambayo wanayasikia kutoka kwako tena katika wakati huu ambao umejaa mambo mengi, umejaa mambo mengi, mambo yanayosikitisha ulimwengu siku hizi. Sisi tukawe ushuhuda, kulea watoto katika nafasi zinazofaa, kuacha maovu yasiyompendeza Mungu, jamii iliyochafuka nyakati hizi kuwa na ujumbe kwa jamii iliyochafuka, kukemea maovu. Tena katika nyakati hizi, kukemea maovu ni pamoja na kukataa rushwa, kukataa yale yasiyofaa. Tuko katika wakati wa uchaguzi, nimeona wenzangu wakieleza hapa, wale wanaogombea nafasi mbalimbali. Tuko na wakati wa uchaguzi huu, kuchagua viongozi wa serikali yetu katika mwaka huu. Nachoasa washarika wote kupitia msiba huu, tusikubali kurubuniwa kwa rushwa. Usichukue rushwa wala usitoe rushwa, bali kwa utashi wako na fikra zako tutoe kura yetu halali kwa yule ambaye tunapenda atutumikie katika wakati huu. Huko ndiko kulihubiri neno la Mungu linalostahili. Tena katika kuhubiri kwetu tusiwe watu wa kuigizaigiza. Siku hizi kuna maigizo mengi si watu wa kuigizaigiza tu bali tuhubiri neno la Mungu kwa usahihi wake. Tumeona na juzi nilisema jambo hili, tuliona wale wanaoigizaigiza, mmoja amewahubiria watu wake pale na amewaingiza watu kwenye shida kwamba ili uweze kuurithi uzima wa milele kama Mathayo mlango wa kumi na nane mstari wa tisa unavyosema ni vizuri uking'oa jicho lako moja maana ni heri uingie mbinguni ukiwa huna jicho moja ili ukaurithi uzima wa milele. Umeona klipu ile, watu wamefungwa bandage, ameng'olewa jicho moja. Sasa hapo ndipo ninapopata <laughs> shida. Hivi wa Kristo na washirika wa, wa siku hizi sijui kama madishi yanayumba au pakoje hapo kichwa hey, mpaka unaamua eti unang'olewa jicho moja? Kweli una akili timamu? Kwa nini umeng'olewa jicho moja? Asema neno la Mungu katika Mathayo 18 mstari wa tisa anasema ni heri uingie mbinguni ukiwa umeng'olewa jicho moja eh, kuliko kuingia na macho yote mawili. Je, maana yake neno hili ni hilo? Ukiwa una na mashaka waulizeni wachungaji wenu hawa kama Mchungaji Titu awape mafafanuzi. Maana yake nini somo hili? Na yule mmoja aliyeng'oa jicho lake alipoenda kwa yule nabii akamwambia, "Umekosea, umeng'oa jicho la kushoto ni la kulia." <laughs> Sasa sinitaya maliza jamani. <laughs> <laughs> Mambo ya kuigiza igiza haya ambayo siku hizi yamepamba moto sana. Tuige mfano mzuri wa mafundisho sahihi ya neno la Mungu. Tusiigize igize. Na nakumbuka yule muigizaji mmoja pia, waigizaji siku hizi wako wengi, wako wengi. Ameshika Biblia kwenye mtaa, kila siku anapita kwenye njia hiyo, ameshika Biblia na kitabu cha nyimbo. Kumbe hajui hata kuomba. Hata sala ya kawaida tu hajui kuomba. Sasa wakati anapita pale e, wale wale wengine wale waliokuwa namuona pale, kumbe wana mgonjwa huko ndani, wana mgonjwa wao amelala. Akasema, jamani tufanyeje? Asema, no kuna huyu mtumishi anapita hapa na Biblia na kitabu cha nyimbo, hebu tumuombe aje amuombe mgonjwa. Alipofika yule mtumishi, akafika pale na Biblia yake, kumbe hajui hata kuomba. Kufika pale, akawaambia fumbeni macho. Watu wakafumba macho, akanyoosha mikono yake, akasema, Bwana ametoa na Bwana ametwaa, <laughs> jina la Bwana nalihimidiwe. <laughs> Ujue marehemu mpaka akaamka akakaa yule, yule mgonjwa sio marehemu. Marehemu mgonjwa akaamka akakaa kwenye kitanda, kwamba kama maneno ni hayo ya mwisho ndiyo nayosomewa hapa, safari labda imeshachangamka sasa, eti Bwana ametoa na Bwana ametwaa jina la Bwana lihimidiwe. <laughs> Mgonjwa akaamka akakaa kitandani, sijui ndio ilikuwa uponyaji wake, sijui wakati wote. Kwa vyovyote hata ingekuwa ni mimi ningeamka. Tena ningeteremka na kumcharaza viboko. Dunia imejaa mafundisho hayo, yapo sana, yapo sana. Watu waigizaji wamejaa siku hizi. Waigizaji. Na nayasema haya kwenye msiba wa Mchungaji Titu kwa kuwa alikuwa mfundishaji mzuri wa neno la Mungu. Ndugu zangu wapendwa, neno hili tufundishe pekee sana kujua jinsi ya kuishi katika ulimwengu huu tukiuchukua msalaba wetu na kwenda mbele zake Yesu Kristo aliyetuita. Maana namalizia akisema katika mstari ule wa kumi na mbili, basi utujulishe wewe Bwana kuzihesabu siku zetu, ili tujipatie moyo wa hekima. Tumuombe Mungu hata baada ya ibada hii atufundishe, maana hatujui nani anayefuata kuzihesabu siku zetu, tukiishi katika toba ya kweli atakapokuja akikujia wewe mama, wewe baba, uwe tayari ukaurithi uzima. Na Bwana alibariki neno lake. Amen.